Na mtazamaji hao ya kijiri na maafisa wawili wa polisi Klinzy Barasa Masinde na Duncan Kiprono wamesimamishwa kazi kwa kuhusishwa na kisa cha kudhulumiwa na kupigwa risasi kwa mchuuzi wa maski Boniface Mwangi Kariuki hapo jana. Barasa na Kiprono walikamatwa na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Na kama Gatete Njorogi anavyotuarifu, ni kwa maafisa wa upelelezi leo wamefika eneo kulikotokea tukio hili ili kukusanya ushahidi. Ni kisa kilichotamausha sio tu taifa bali ulimwengu mzima. Maafisa hawa wa polisi wakinaswa kwenye kamera wakimdhulumu na kumfyatulia risasi muuzaji barakoa Boniface Mwangi Kariuki. Saa chache baadaye, wote walikamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha Capitol Hill. Aliyefyatua akidaiwa kuwa Klinzy Masinde Barasa, afisa wa cheo cha constable aliyeshika doria katikati mwa jiji mwenzake aliyevalia kofia rasmi ya polisi kujikinga kichwa ameripotiwa kuwa Duncan Kiprono. Wawili hao tayari wamesimamishwa kazi, huku kesi yao ikiwa chini ya maafisa wa kuchunguza mauaji, mawakili wao wakisema maafisa hao wa kituo cha Kileleshwa walikuwa wakitumia risasi za raba. Maafisa wa upelelezi, kitengo cha kuchunguza visa vya mauaji, walifika eneo la tukio leo kukusanya ushahidi. Miongoni mwa vifaa vilivyochukuliwa ni barakoa alizokuwa akiuza, baadhi zikiwa na damu, miongoni mwa bidhaa nyingine. Eneo hilo lilikuwa na mishumaa na maua ambayo Wakenya waliweka wakimkumbuka Mwangi, ambaye anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Kenyatta. Washukiwa hao wawili wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Baada ya kukusanya vifaa muhimu kutoka eneo la tukio, kibarua sasa ni kwa maafisa wa upelelezi kuwatafuta mashahidi na kukusanya kanda zilizonakili matukio kusaidia katika kesi dhidi ya washukiwa hao wawili. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.